Kwanza, awali ya yote, nianza kwa kuwapongeza ni uongozi wa JKT Tanzania uh, kwa kuwa na uwanja mzuri wa aina hii ambao tumeuona leo, uwanja ambao umekamilika mwaka jana ama msimu mwaka jana, msimu uliopita tulikuja hapa Simba Sports kucheza na na, na JKT, tulisimama karibia watu wote ukitoa VIP sababu uwanja haukuwa na majukwaa. Lakini within a short period of time wameweza kupambana, na watu wote ambao wameingia uwanjani hii leo wamepata nafasi ya kukaa, na bado uwanja unaendelea kutengeneza na kurekebishwa, uh, ni kazi kubwa ambayo inahitaji commitment ya viongozi na of course, uh, nani hawa JKT wana wana wana wana hiyo commitment ya kutengeneza uh, facilities nzuri ya, ya mazoezi. Kwa hiyo kwa hilo nikasema nisiwe mchoyo wa fadhila, niwapongeze uh, viongozi wote wa JKT Tanzania. Sisiwajui sana kivyo vyao, lakini Kamanda Hassan Mabena nadhani anastahili pongezi uh, kubwa kwa, kwa hii initiative, na hatimaye wameweza kumiliki uwanja e, kama huu. Niseme tu ya kwamba kwa sisi ambao tuna exposure kubwa ya kusafiri sehemu mbalimbali duniani e, jeshi ni katika e, taasisi ambazo zinamiliki viwanja vingi, viwanja vikubwa. Kwa mfano tuko wale ambao tumekwenda kwenda Misri mara kadhaa, tumeshuhudia viwanja vingi, asilimia takriban 80 mpaka 70 viwanja vinamilikiwa jeshi tena viwanja viwanja vizuri kweli kweli. Kwa hiyo kwa hapa nilipongeze jeshi la kujenga taifa JKT kwa hiki ambacho amekifanya, wanastahili pongezi na wasiishie hapa, kwa sababu kila mkoa kuna, kuna, kuna kambi ya jeshi. Tunategemea kwenye kila mkoa kutakuwa kuna kiwanja bora cha mpira wa miguu, na unapokuwa na viwanja vingi vya mpira wa miguu, maana yake unatoa option kwa vijana wengi kupata nafasi ya kucheza na hatimaye tunaanza isha vijana wengi kweli kweli. Kwa hiyo nikasema nisiwe mchoyo wa fadhila, ni muhimu nikasema nika, nika hilo hata nikifa hii leo niwe tayari nimewapa maua yao viongozi wa JKT Tanzania. Kurudi kwenye mchezo, the game was very tough. Tough, tough, tough, tough. Na katika siku ambayo hatukucheza vizuri ni pamoja na hii leo eh, wachezaji ulikuwa unaona kabisa wako very down, wako very down na hii yote ni kutokana na ugumu wa ratiba tuliyokuwa nayo unaona wachezaji wana kweli kweli moto eh, kwa sababu ratiba ni bumper to bumper, na hatuna budi, lazima lazima lazima tucheze, na ndio maana eh, haukuona mechi ikiwa nzuri machoni kwa watu, lakini technically ilikuwa ni mechi nzuri sana, kwa sababu timu imeweza kudominate na imeweza kutengeneza nafasi nzuri kweli kweli. Kama tungekuwa clinical enough tungeweza kupata mabao mengi kweli kweli kileo, kwa aina ya nafasi za wazi ambazo tumezitengeneza na kuzipata, lakini kwa kipekee kabisa ni mpongezi. Mlinda mlango wa JKT Tanzania ameendelea kuonesha kiwango bora kweli kweli, haishangazi kumwona eh, ni kolikipa wa timu ya taifa ya Tanzania. Amedhihirisha kwamba habatishi kwenye kila mchezo anacheza vizuri na ndiyo, e, tuseme e, e, chachu ya mafanikio ya JKT msimu huu. Yote kwa yote, wao wamecheza vizuri, lakini matokeo mazuri tumepata sisi, tumeondoka na alama tatu za kibabe, na kama mnavyo mnajua ubaya ubwela una unatembea popote pale, iwe kambi ya jeshi iwe kikosi cha mizinga, ubaya ubwela hauchagui, ubaya ubwela hauogopi. Tumewatembezea JKT ubaya ubwela nyumbani kwao, na hii inafanana kabisa na ya msimu uliyopita. Tulikuja hapa tukawafunga goli moja bila la mwamba wa Lusaka, leo tusichota chama tena goli hili hili la upande wa kusini, na leo tena upande wa kusini anaturudisha Fabrice Luamba Ngoma. Tumewapelekea msumari wa moto, tumeondoka na alama tatu. Sisi kwetu tunaendelea kutamba, yena yena, anaendelea na ubingwa unanukia. Joshua Mutale ametuonesha kwa nini tulimtoa Power Dynamos ya Dynamo Lusaka na kumleta nyumbani Tanzania, Dar es Salaam kwa Simba Sports Club. Huyu ndio Joshua Mutale ambao sisi tunamjua, alitusumbua mno nyumbani kwao Zambia na akatusumbua vile vile katika uwanja wa Azam Complex kwenye mechi za kuania kufuzu. Ubora wa hali ya juu, mbio nyingi zenye faida, ufundi mwingi, na unamwona hileo Hame badilishiwa majukumu takriban mara mbili mara tatu hivi. Mwanzoni alikuwa anatokea pembeni, baadaye akaja kuwa katikati, mwishoni akaja kuwa ndio namba tisa. Huyo ni Joshua Mutale Budo SGR, msemaji bado kuna shida kwenye nafasi ya ushambuliaji, nafasi nyingi zinatengenezwa lakini